Naam, mtazamaji wa Trendy Sport, bwana, leo ni kwa hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na kitu ambacho kimetokea. E, kama unavyoelewa kwamba moja kati ya nyota e, ambaye ameshawahi kuchezea hapa klabu ya Dar es Salaam Young Africans, Aziz Ki na mkewe Hamisa Mobeto, bwana, ni tayari mambo yao ni moto kweli kweli, mapenzi wazungu wanakuambia kwamba penzi, waswahili e, wanasema kwamba penzi limekolea nazi e, hii ni kati yake yeye na mwanamke wake au mkewe Hamisa Mobeto. Uh, ni kwa muda mrefu kidogo sasa hivi bwana wapo katika ndoa na wameonekana wazi kabisa jinsi gani ambavyo wanavyo enjoy. Uh, yani, wana enjoy maisha wana have some fun uh, maisha yao ni mazuri kwelikweli kweli kweli, kama unavyoona huko mitandaoni ni kwamba kila siku tunaona mapicha picha, tunaona mavideo wakiwa wanaonyeshana jinsi gani ambavyo wanavyopendana lakini pia vilevile vile jambo ambalo limekuja kumake headline ni kwamba sasa hivi ndoa yao inakaribia miezi takriban minne hivi inaelekea sita, nadhani mpaka mwakani mwanzoni, mpaka mwakani mwanzoni mwanzoni watakuwa tayari ndoa yao itakuwa ina mwaka yeah, Sasa wadau, kama unavyoelewa bwana wabongo hawakawii, wameshaanza kuhoji huko kwamba bwana, imekuwaje mbona muda unaenda lakini hawa wawili bwana bado hawajapata mtoto. Kwani inafahamika kabisa kwamba upande wa Aziziki yuko na binti, lakini pia upande wa Mesamobeto naye pia ana watoto wawili wa kiume na wakike. Sasa je, ndoa yao mbona haina mtoto? Sasa comment zimekuwa ni nyingi, kwa mfano hapa kuna mdau hapa amekuja ameandika kwamba bwana, hujajaza tumbo. Amekuja kumuuliza hivyo amesamobeto baada ya Mesamobeto kupost picha akiwa yuko na Aziziki, lakini anaonyesha wazi kabisa kwamba bado hana ujauzito. Sasa hii comment bwana, ni kwamba Hamisa amekuja kuijibu, amesema kwamba njoo kujazeweye e, kama unaona anachelewa mwaya e. Kutokana na hilo jibu bwana, imefanya hiyo comment iende viral na sasa hivi moja kati ya vitu ambavyo vina trend huko mtandaoni ni swala zima la Hamisa Mobeto kumjibu shabiki ambaye anamuuliza mbona hajashika ujauzito na kumwambia aje yeye ajazwe ujauzito kama anaona Hamisa anachelewa. Ukiwa kama mdau unawe, pia weka maoni yako katika comment section, ndio toka tukisoma na kureply kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.